Kwa majina naitwa John Francis Haule ni mkuu wa soko kuu hapa Arusha, nasimamia shughuli za serikali hapa sokoni. E, ni kweli hapa soko kuu tuna kikundi cha vijana kumi na tisa ambao wanafanya shughuli ya kuwaongoza watalii wanapokuja hapa sokoni. E, sifa ya vijana hawa ni kwamba, moja ni wasomi, they are multilingual kwa maana kwamba wana uwezo wa kuongea lugha zaidi ya moja ili kukizi vigezo vya kuweza kuwaongoza watalii. Jambo la pili vijana hawa ni waadilifu na ni wazalendo, kwa maana kwamba wanaifanya kazi yao kwa uadilifu mkubwa sana. E, dhumuni na umuhimu wa kuwa na kikundi hichi maalum cha kuwaongoza watalii wanapokuja hapa sokoni, moja ni usalama wa watalii, kwa maana kwamba watalii wanapokuja hapa sokoni wanapoongozwa na hawa watu ambao tayari wanafahamu miundombinu ya soko ilivyo inaleta usalama mkubwa sana kwa watalii. Kwa maana kwamba kwenye hili niseme, tumefanikiwa kwa kiasi kikubwa sana, kwa maana kwamba hakuna hata siku yoyote ambao tumewahi pata ama tumewahi sikia kadhia hasi ya watalii walivyokuja hapa sokoni, kwa maana kwamba haya ni matokeo ya uwepo wa kikundi hichi cha watu maalum ambao wanatumika kuwaongoza watalii wanapokuja eneo hili la soko. Lakini jambo la pili ni kuongeza tija ya utalii kwa maana kwamba tija inaongezeka pale hawa vijana wanapokuwa na uwezo wa kufafanua vitu mbalimbali na huduma mbalimbali zinazopatikana hapa sokoni, hivyo inaongeza tija. Mfano, wakishaelezea bidhaa inayopatikana hapa, hapa sokoni kinagaubaga ama kwa uzuri zaidi, watalii wanafikia kipindi wananunua. Kwa hiyo inaongeza tija sana kwenye utalii. Kwa hiyo hichi ni kikundi ambacho kinaongeza tija kwenye shughuli zima za utalii hapa soko kuu. Lakini jambo la tatu ni kuunga mkono serikali kwa jitihada za kuchagiza na kuhamasisha swala so zima la utalii. Tumeona serikali kwa namna yake kupitia Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan akatengeneza royal tour ambayo ikawa na watalii wengi sana wanakuja kwenye maeneo yetu haya masoko. Lakini pia sisi hapa sokokuu pia tukaona tutafsiri haya mawazo ya viongozi wetu waandamizi wa, wa nchi moja, tunahakikisha kwamba tunazingatia usafi, soko linakuwa safi ili watalii wanapopita wapite katika mazingira safi na salama. Lakini jambo la pili, Halmashauri ya Jiji la Arusha imeweza kuboresha miundombinu ya soko, mfano maeneo ya maliwato, yani vyoo, imeviboresha vimekuwa katika hali ya kisasa sana, kwa maana kwamba vina maji ya kutosha, vina miundombinu safi sana. Kwa hiyo yote ni jitihada serikali kuhakikisha kwamba watalii wanapokuja kwenye maeneo yote ama masoko wanakuwa comfortable. Kwa hiyo na sisi tukaona tuiunge mkono serikali kwa kuwa na kikundi maalum ambacho kinahamasisha ama kinawaongoza watalii hapa sokoni. Lakini jambo la nne, ni kwamba ni ajira kwa vijana vijana hao kumi na tisa kupata shughuli ya kuongoza watalii. Moja, wanajipatia kipato, lakini pili, wana connection na makampuni mbalimbali, kwa maana kwamba kampuni ama watu watalii kabla hawajafika hapa sokoni wanakuwa tayari wameshafanya mawasiliano, wanakuja, tunakuja soko kuu, wanafanya mawasiliano wale. Wanapofika na magari hapa ya watalii, tayari vijana wameshajipanga vizuri kwa dhumuni la kuongoza watalii lakini pia tume kweli nimeona ni kuna changamoto mbalimbali ambazo wameibua, kwa maana kwamba hawa vijana mmoja, kati ya mahitaji yao wanahitaji kutambuliwa na serikali, yani kupata vitambulisho maalum ambavyo vitatambulisha shughuli yao hii katika eneo hili la soko na maeneo mengine ya masoko katika hii halmashauri jiji la Arusha, kwa mujibu wa maombi yao. Lakini mi niseme tu kwamba mimi nimepokea maombi yao kupitia uongozi wa wafanyabiashara hapa soko kuu, na niseme tu kwamba mkurugenzi wetu wa jiji la Arusha Mheshimiwa John Kayombo ni mtu muungwana sana, na mimi niwahakikishie, kwa sababu ya tija na mantiki ya jambo hili la kuongoza watalii na kuchagiza shughuli za utalii, niwahakikishie wategemee majibu mazuri sana kutoka kwenye ofisi ya mkurugenzi wetu wa jiji la Arusha. Kwa majina naitwa Nyas Charles Malia, ni mwenyekiti wa wafanyabiashara soko kuu Arusha. Kuna jambo ambalo mwanzo ni kama Watanzania kumuelewa sana Rais Dr Samia Suluhu Hasan wakati anatengeneza ile filamu ya Royal Tour, lakini soko kuu kuna, kuna namna ambavyo tumefaidi kwa namna moja ya tofauti sana. Wewe mwenyewe mwandishi wa habari ni shahidi ya Arusha. Kwa kweli kuna low season na, na season kamili ya watalii kuja Arusha lakini tangu Royal Tour izinduliwe eh, eh, na mama yetu Rais Samia Suluhu Hassan, soko kuu, wageni hawapungui, yaani wako wengi wengi wengi wengi wengi mno. Kwa hiyo wako watu ambao eh, wamepata faida na fursa kubwa. Nikizungumzia kwa mfano mathalani, kuna vijana ambao ni eh, local guide hawa, ambao na ningetamani pia kwa namna moja ama nyingine, serikali waangalie pia kwa namna wa kuwawezesha, lakini pia wamekuwa msaada mkubwa sana kwa wale watalii wanapokuja, hasa kwenye maeneo ya soko kuu. Humu kuna vitu ambavyo kule kwao havipo. Akija sokoni anashangaa korosho na nini, kwao wamekuwa akipata elimu kubwa. Na tumeongea na vijana wetu hawa, wako vizuri, hawanywi pombe Wana, wa, wana, wa, wana, wa, wana, wa, wana wahendo vizuri sana wageni, kiasi kwamba tungetamani kupitia hiyo eh, kupitia huduma wanayoifanya, angalau sasa serikali, ndio ombi langu kubwa hapo kwa sifa ya soko kuu na wageni ambao wamesababishwa na mama Samia kuwepo kila wakati kwenye eneo la soko kuu hili. Naitwa Asante Rabi Liza, ni mwongoza watalii hapa soko kuu. Uh, tumepata tunapata faida sana kutokana na utalii hapa soko kuu. Pia filamu ya mama ya Royal Tour imefanya watalii wengi sana wanamiminika sokoni, na pia tunamshukuru mkuu wa soko kwa ushirikiano mkubwa anaotuonyesha sisi vijana waongoza watalii hapa anawakilisha, nawakilisha vijana kumi na tisa. Changamoto kubwa ni utambulisho pale, uh, guide anapokuja kwa mara ya kwanza sokoni anashindwa kumtambua kutambua sisi kama ni vijana wazuri ambao tunaweza kuwasaidia katika kuongoza watalii hapa soko kuu. Jina naitwa Aleni Mbise. Mimi ni kijana Tanzania nafanya kazi ya kuongoza watalii katika soko kuu la Arusha. E, kwanza kabisa ningependa kumshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu kwa kuanzisha e, filamu ya Royal Tour. Hii filamu imekuwa kama game changer kwenye sekta ya utalii. Tumekuwa tunapata watalii wengi, wamekuwa wanakuja hapa sokoni kutembelea soko, kuona jinsi wafanyabiashara wa Tanzania wanapofanya biashara, wa mama wote ndio wanaofanya biashara zao hapa sokoni, maisha halisi ya Kitanzania, maana kwa wazungu kule kwao si masoko kama haya tulionao hapa yapo kule kwao. Kule kwao wamezoea mambo ya supermarket na nini, lakini wanapokuja hapa wanaona ile culture, jinsi tunavyofanya biashara, kuuziana, kubargain, unajua wajazoea mambo ya bargain na nini, wanaenjoy. Sisi tunafaidika kwa kiasi sababu kila navyomtembeza mgeni sokoni lazima mwisho wa siku atanipa asante. Ile asante kwetu ni jambo kubwa, tunaendesha familia, wengine wamepangisha nyumba, napeleka watoto shule, tunafaidika kiasi chake. Ja, katika hii kazi kuna changamoto zake kama zilivyo kazi zingine. Changamoto namba moja ni baadhi wafanya ya wafanyabiashara kutokuwa na uelewa mkubwa juu ya hiki tunachokifanya kwa mfano, unaweza ukawa unatembea na mgeni hapa sokoni e, akataka kupiga picha, mtu akamwambia yule mgeni labda usipige picha, unachukua picha unaenda kutuuza kitu ambacho, hiyo ni nadharia isiyo ya kweli. Hakuna mgeni anayekuja kuuza kuja hapa kupiga picha kwa ajili ya kwenda kuuza hizi picha, wanapiga tu kwa ajili ya kumbukumbu kumbu kumbu zao waweke kwenye dayari zao. Hivyo basi tulikuwa tungependa tutambulike iwe rasmi, ili hata tunavyokuwa tuko na wageni isitokee zile complication na nini tembe, wageni wapate kuenjoy, wapate kile walichokitarajia. Kwa majina naitwa Happiness Kisuma, ni mfanyabiashara kutoka soko kuu, na napenda kuongelea kuhusu swala la utalii. Utalii hapa kwenye soko letu la soko kuu tunanufaika sana kutokana na wageni wanavyokuja, huwa tunapata tunauza bidhaa zetu na tunapata hela. Na lingine, tunamshukuru sana mama kwa sababu ya filamu yake ile ya Royal Tour, imetuimarisha na imefanya watalii wanakuja wengi sana kwenye jiji letu la Arusha, na wanapokuja lazima waje hapa kwetu soko kuu kutuungisha bidhaa zetu, na tunapata hela za kigeni, wanatuungisha kutumia dola Naitwa Teresia Pita Kimario, mfanyabiashara wa soko kuu. Tunafaidika na utalii kwa mama alivyotufungulia Royal Tour. Kwa hiyo utalii hapa Arusha umekuwa mkubwa, biashara imekuwa kubwa, ao uwetu unaofaidika nao sana.